Sasa section inayofuata tunaingia kwenye section moja ambayo hii section tunaita eh, equalizer equalizer. Hii ni equalizer. Equalizer hapa eh, equalizer hapa imeandikwa high imeandikwa mid imeandikwa low. Okay? High manake hili ni kundi la masafa ambalo yanaongezwa ya, ya juu yale ambayo yenye mchicha zaidi. Ah, ni masafa yale ambayo ni ya katikati na ni masafa yale ambayo ni ya chini. Kwa mfano tumegundua kwamba sauti yangu labda inahitaji kidogo e, e, high nikiongeza hapa, kutawala vifaa vyako vya mziki, kanuni za msingi. Kutawala vifaa vyako vya mziki, kanuni za msingi. Kwa hiyo kwenye high frequency manake unasikia zile sauti nyembamba, au kama ningekuwa ni kwa tunaimba sauti ya kwanza, nikipunguza, kutawala vifaa vyako vya mziki, kanuni za msingi utawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi. Kwa hiyo una unapoona chombo fulani hakina hizi sauti za S, za juu basi hii ndo sehemu na hii aina tunaita ni shelf, ni shelf type of equalizations ambayo hii inaanzia kuanzia frequency zote ambazo zinaanzia hapa kwenye uh, 12 kHz kwenda juu mpaka 20 kHz huwa zinaongezwa kwa pamoja, lakini hii ni band pass, hii ya mid ambayo ni 2.5 hii inasukuma, ina zile masafa yale ambayo ni katikati ni kama center frequency yake, kwa inazisukuma zote kwa pamoja kupanda juu, zile mid band. Band ni kundi kwao, hii imesimama kwa kundi la masafa ambalo lipo katikati. Okay, kwa mfano ngoja nikuonyeshe sasa hapa. Uh, kazi ya hii, eh, hii mid

kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi. Unaweza kasikia kwamba ninavyozidi kuiongeza hii inaweza kafika mahali fulani kama ina, ina, ina sound vibaya kasam, ambapo e, unaona imekaa sahihi na inasikika vizuri. Kwa sengine kama mtu maneno yake pia naye hayasikiki vizuri sana Yeah, anaongea kama vile ame, amefunikwa na kitu au anaongea kama yuko kwenye tuseme godoro <laughs> lembamba sasa, hii inamfanya ina, ina pia ile sauti inaanza kutokeza kutawala au zile hapa A -A -E atasikia vizuri zaidi A -A -E ukiminya hivi okay, A -A -E inakuwa ina bana okay, fine, sawa so, sasa ya, ya tatu hii ni, ni low ambayo ni 8 kHz sasa Low frequency, masafa yote ambayo yako kwa kuanzia 80 kushuka chini mpaka ishirini, basi hii ndio inatumika kuyaongeza. Kama unaona laba, eh, sauti yako imekuwa haina, haina ujazo haina fullness fulani hivi, labda authority fulani zi fundamento bala nyingizi ile, ile tone za msingi kutawala vifaa vyako vya muziki, kanuni za msingi, kwa unaona bass eh, 1 2 1 2 kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi. Hapa nimeongeza. Okay, ngoja tupunguze. kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi kutawala vifaa vyako vya mziki kanuni za msingi. Naona imekuwa nyepesa sasa. Hii ndio kazi ya equalizer. Equalizer inatumika kusawazisha mawimbi ambayo yapo. Kujifunza zaidi kanuni za msingi unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.